Mahakama ya hakimu mkazi kisutu ya utaka upande wa jamhuri kukamilisha kwa wakati upelelezi dhidi ya shauri la uhaini linalomkabili Tundu Lissu. Ofisi ya msajili wa hazina yaongeza mapato yasiyo ya kodi kwa asilimia arobaini na katika habari za kimataifa zaidi ya Waislamu milioni moja wawasili maka kwa hija karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeutaka upande wa jamhuri kukamilisha kwa wakati upelelezi dhidi ya shauri la uhaini linalomkabili mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Lissu, huku ikiahirisha shauri hilo hadi tarehe kumi na sita ya mwezi huu kwa ajili ya kutajwa tena. Gudlak Msola ametuandalia taarifa zaidi. Amri hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Franko Kiswaga baada ya kumaliza kusikiliza hoja za pande zote mbili katika kesi hiyo ambayo kwa mara ya kwanza mwenendo wake umerushwa mubashara kupitia chaneli ya YouTube ya Mahakama ya Tanzania pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii. Awali, akiwasilisha hoja kwa niaba ya mshtakiwa, mmoja wa mawakili wanaunda jopo la mawakili 30 wanaomtetea Tundu Lissu wakili Peter Kibatala aliomba mahakama kumfutia shtaka la uhaini Tundu Lissu kutokana na upande wa jamhuri kushindwa kuwasilisha ushahidi kwa wakati, huku akitaka mshtakiwa huyo pia achiwe huru hasa ikizingatiwa ni kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu, hivyo kwa faida ya umma wanaomba achiwe huru ili aendelee na siasa.

kwa like uh, upande wa Jamhuri kupitia kwa kiongozi wa jopo la mawakili wa serikali na Solo Katuga akaieleza mahakama kuwa bado upelelezi wa shtaka hilo linalomkabili Tundu Lissu la uhaini bado haujakamilika, kwani bado kuna vipengele ambavyo vipo katika jalada hilo vikiwa vinaendelea kufanywa kazi, hivyo anaomba apewe muda zaidi ili aweze kukamilisha upelelezi huo. kwa sababu upelelezi wa shauri hili unaendelea, baada ya jalada kupelelezwa kuletwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kusomwa na kuona baadhi ya mapungufu machache ya kumaliziwa. Yani, kuna maelekezo ya kukamilisha upelelezi katika eneo fulani. Mheshimiwa, ni ngumu kuhitaja eneo hiyo kwa kuogopa interference Lakini li, lililetwa li kwa maana ya afari wenzetu walipo kuona kwamba hapa, upelelezi sawa, ulisomwa. Baada ya kusomwa vikabainika baadhi ya vitu vichache havijafanyiwa kazi. Baada ya hoja hizo kutoka pande zote mbili, hakimu mkazi mfawidhi Franco Kiswaga akauelekeza upande wa serikali kueleza hatua zaidi walizozichukua pamoja na kukamilisha upelelezi kwa wakati dhidi ya shauri hilo ifikapo tarehe kumi na sita ya mwezi wa sita siku ambayo shauri hilo litaletwa tena mahakamani huku akionya miemko kutotumika ndani ya mahakama na badala yake pande zote mbili zifuate sheria. Baada ya shauri hilo la kwanza kukamilika, Tundu Lissu akatakiwa kurejea tena rumande hadi tarehe kumi na sita ya mwezi huu, kesi hiyo itakapokuja kutajwa mahakamani hapo. Nje ya mahakama, kiongozi wa jopo la mawakili wanaomtetea Tundu Lissu, Dr Lugemereza Nshala akapata nafasi ya kuongea na vyombo vya habari juu ya mwenendo wa shauri hilo na hatua gani walizozichukua leo. Ilikuwa ni imepangwa na mahakama kwamba e, upande wa, wa mashtaka wa, waweze kueleza upelelezi umefikia wapi, kwamba uchunguzi wa kesi umefikia wapi, ili mwisho wa siku ule uchunguzi wa awali uweze kuanza. Sasa upande wa mashtaka wamesema tena nyigine, kwa mara nyingine kwamba upelelezi bado una, unaendelea ujakamilika. Wamesema faili imerudi sijui kwa, kwa mkurugenzi wa mashtaka ya, ya jinai wa taifa, na bado huyu ambaye kuna vitu ameagiza vichunguzo zaidi. Sasa upande wa, wa utetezi tulikuwa tumepinga kwa tunapinga kwamba si sahihi e, aingia akirini kufungua kesi kubwa namna hii ambayo inahusisha tu maneno ambaye anasema kwamba ndio ameleta uhaini alafu ukasema unaenda kupeleleza maneno, kasema pengine kama walikuwa wanahitaji wataalamu wa falsafa kama Mtakatifu Paulo au nani alipokwenda Ugiriki sawasawa, lakini haya ni maneno ambayo yametamkwa na yameandikwa kwenye, kwenye mashtaka. Kwa hiyo ilikuwa na hoja kwamba pengine ni namna ya kuchelewesha kesi na kumnyima haki mteja wetu ambaye yuko ndani. Upande wa mashtaka wakawa wamesema hapana, wenyewe unaamini kwamba una haki ya kisheria kuweza kuendelea kuchunguza, ili sio miongoni mwa yale makosa ambayo yanatakiwa upelelezi huo umekamilika wa, wa kabla mtu hajafungulia mashtaka. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimechukua muda mrefu, na upande mwingine tulikuwa ni kwamba mshtakiwa wakati anaingia mahakamani alikuwa ametaja ule ule msemo wa, au, au, au mbiu ya Chadema kwamba no reform no election, na wao kwa kwa kwa wamepeleka hakimu hiyo hoja kwamba ile ilikuwa ni kudharau mahakama. Mwisho wa siku mahakama imesema kwamba haikuwa sahihi, kwa sababu hakimu alishaingia, basi mshtakiwa pamoja na umma uliokuwa pale mahakamani hakutakiwa kuweza kuitikia, alisema no reform no election na watu ni wakutakiwa kujibu kwayo. Ametoa, wametoa onyo kwa pande zote mbili kwamba mahakama inapokuwa imeshakaa basi kauli za namna hiyo zisifanyike, zisi mbio za mwenge wa uhuru zimeendelea jijini Dar es Salaam, baada ya kupokelewa Juni Mosi na kukimbizwa wilayani Temeke, ambapo Juni pili umekagua na kuzindua jumla ya miradi saba ya maendeleo wilayani Kigamboni yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 6.9. Taarifa iliyoandaliwa na Mrisho Mapeo inasomwa na Nancy Ibrahim. Akizungumza wilani Kigamboni jijini Dar es Salaam, kiongozi wa mbio za mwenge ya kitaifa mwaka 2025, Ismail Ismaili Ali Usi amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa miradi na kusema mbio za mwenge zimeridhishwa na no ujenzi wa miradi wilani humo. Aidha, Usi amewataka wananchi kuendelea kumuunga mkono wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutunza miradi hiyo pia kushiriki uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, ambapo mwezi huo umebeba kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Niwaombe sana wananchi wa eneo hili la Rombo, barabara hizi kwanza zimejengwa kwa fedha nyingi, lakini barabara hizi zimefuata mahitaji ya wananchi ambao wanaishi katika maeneo husika. Lakini barabara hizi, kutokana na taarifa ambayo tumeambiwa, zitajengewa mitaro mipembeni kwa maana ya mifereji. Niwaombe sana ndugu wananchi ambao munaishi katika maeneo ya barabara hizi, hakikisheni munazitunza na mnahifadhi hifadhi mazingira juu ya barabara hizi. Tunatambua baadhi ya wananchi sasa, kama walikuwa taka zao wanatupa kwenye majaa. Sasa leo hii watakapoona ile mifereji ya barabara, mtu taka zake ataanza kuzitupa ndani ya barabara na kusema ikija mvua taka hizi zitaondoshwa na mvua. Niwaombe sana ndugu wananchi, tusifanye hivyo tuendelee kuzitunza na kuzithamini. Awali mkuu wa wilaya Kigamboni, Halima Bulembo, amemweleza kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa miradi ambayo mwenge unakagua na kuzindua ambapo pia amesisitiza usafi kwenye miradi hiyo huku Doto Msawa, diwani wa kata Kigamboni, eneo ambalo pamejengewa barabara ya mtaa wa Rombo, akipongeza namna serikali inavyojali wananchi wake. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwenge wa uhuru 2025 katika wilaya ya Kigamboni utakimbizwa umbali wa kilomita 67.2 katika tarafa mbili kata saba ambazo ni kata ya Vijibweni, Tungi, Kigamboni, Mji Mwema, Kibada na Kisarawe tu utapitia miradi saba kutoka katika sekta ya barabara, afya, maji, mazingira, maendeleo ya jamii na elimu yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 67. Lakini vile vile mwenge huu wa uhuru utakagua na kutembelea shughuli za makundi yenye uhitaji maalum na ukatili wa kijinsia, pamoja na mabanda ya shughuli za kiuchumi kijamii, ikiwemo banda la uchaguzi Mwaka 2025. Mwenge umekuja kwenye kata ya Kigamboni kwa ajili ya kufungua barabara ya lami ambayo ina urefu wa 0.6 yenye thamani ya milioni 760. Barabara hizi za mwengi, ya barabara hizi za Kigamboni ni moja ya jitihada za Mama Samia Suluhu Hassan kuangalia kata Kigamboni. Kigamboni, toka aingia Mama Samia Suluhu Hassan kwenye uongozi wake, kata Kigamboni imekuwa ni kata ambayo inaongozwa kwa kupata barabara za lami na kilomita 12 za lami na barabara zingine za ujenzi ambazo zinajengwa na DMDP. Kwa so kweli namshukuru sana mama Samia kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwenye kata ya Kigamboni. Miradi ambayo imepata fursa ya kukaguliwa na kuzinduliwa ni barabara ya mtaa ya Rombo, kikundi cha vijana wavuvi cha umoja kwa Mza Group, kituo cha afya cha Mji Mwema, soko la Kibada, mradi wa bweni la wasichana shule ya sekondari Kidete, mradi wa maji wa kata ya Kigogo na mradi wa upanuzi wa ofisi ya serikali ya mtaa Mwera. Ni kushukuru sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Waziri wa maji Juma Aweso amewataka wananchi kulinda mazingira ya vyanzo vya maji kwa kuacha kukata miti ovyo na kufanya shughuli za kibinadamu ili kuepuka ukame. Taarifa zaidi inasomwa na Goodluck Msola. ametoa wito huo baada ya kutembelea mabanda mbalimbali ya maonesho wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yanayoendelea kwenye viwanja vya kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete kilichopo jijini Dodoma, na kueleza kuwa uwepo wa rasilimali maji za kutosha ni usalama wa taifa kwa kuwa uwepo wa maji ni uhakika upatikanaji wa chakula, nishati ya umeme, pamoja na mipango ya maendeleo. Waziri Aweso amesema ni wakati wa Tanzania sasa watambue kuwa athari za mazingira ziwe funzo, akitolea mfano wa mto Ruvu mkoani Pwani ulivyokauka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yalisababishwa na binadamu wenyewe. Sisi kama wizara tutakuwa kihelehele na kushirikiana na wadau wote wanaohusiana na na mazingira katika kuyalinda na kutuyatunza na kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania iliyo bora na Tanzania iliyo salama. Na hivi sasa tumefanya mabadiliko ya sera iliendane na mazingira ya sasa ili tuweze kushirikiana na wadau wengine wote katika swala zima la ulindaji na utunzaji wa mazingira. Jambo la pili ambalo nalotaka kulizungumza kwamba tumekuwa tukiyazungumza mazingira kwa muda mrefu sana lakini Watanzania, lazima ifike wakati tuone yale athari tunazozipata yawe mafunzo, kwa sababu athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, athari zinazohusiana na, na uharibifu wa mazingira kwa taifa letu yapo wazi. Kwa mfano, kwa eneo letu sisi la maji, hivi karibuni, katika miaka miwili iliyopita, tuliona pale mto Ruvu ulikauka kabisa, lakini yale ni athari ya mazingira. Tunasema mabadiliko ya tabia ya nchi lakini ukweli ni mabadiliko ya tabia za binadamu. Sanjali na changamoto hizo, ameshukuru na kuipongeza ofisi ya makamu wa rais kwa kuandaa mikakati thabiti na hatua mbalimbali madhubuti zinazozichukua katika kuyasimamia na kuyatunza mazingira. Amesema hayo yote yanafanyika kutokana na jitihada za Rais Dr Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa kusimamia ajenda ya mazingira. Maonyesho hayo ambayo ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani inatarajiwa kuhitimishwa Juni tano mwaka huu ambapo itakuwa ni kilele chake. Nikushukuru sana, Good luck Msola, kwa taarifa hiyo. Wizara ya Afya ya Zanzibar kwa kushirikiana na Maisha Meds imezindua mradi wa mfumo maalum wa upatikanaji wa huduma ya afya wa macho ambao utasaidia uimarishaji wa huduma za macho kwa jamii kupitia watu wa huduma na vituo binafsi na wauzaji wa maduka ya dawa. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Amesema hayo mkurugenzi wa Maisha Meds Tanzania Ibrahim Kilwanila wakati akizungumza katika mafunzo maalumu ya uchaguzi wa huduma za awali za macho kwa kutumia mfumo wa Medzi kwa wauzaji wa maduka ya dawa ambayo yamefanyika katika hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Amesema kuwa watu wengi katika nchi za Afrika ikiwemo Zanzibar wanakabiliwa na changamoto za afya na kimbilio lao kubwa ni kwenda katika maduka ya dawa kununua dawa na si kwenda hospitali. Hivyo, katika kuboresha afya bora kwa jamii, mradi utafanya kazi zake Zanzibar kuhakikisha jamii inapata huduma stahiki. Amesema afua nyingi haziwafiki watu binafsi wao vituo vya afya na maduka ya dawa, hatua inayochochea ukosefu wa taarifa za uhakika wa upatikanaji wa huduma stahiki kwa jamii. Wananchi ambao wanakimbilia kule kwa ajili ya kupata huduma, pale wanapohisi wana changamoto ya kiafya, tunakuwa hatuna njia ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma stahiki. Kwa hiyo sasa maisha meti imejikita kuhakikisha kwamba hawa watoa huduma ambao wanahudumia jamii moja kwa moja, kwa maana ya mafamasi na maduka ya dawa, kuhakikisha tunawapa nyenzo za kufanya biashara yao kwa uweledi, ili kuhakikisha kwamba kwanza wapate faida ya hiyo biashara, lakini mbili, kuhakikisha kwamba huduma ile wanayoitoa kwa jamii ni ile ambayo at least inamiti standards na jamii inafaidika na hiyo huduma kulingana na, na, na, na kipato chao ambacho wanakuwa nacho. Naye Mkurugenzi Msaidizi wa Maisha Meds Tanzania, Levina Mkongwa, ameeleza kuwa mfumo utawasaidia watu wa huduma katika vituo na maduka ya dawa kuingiza taarifa za mgonjwa ikiwemo dalili za awali za mgonjwa. Huweza kutambua ni mgonjwa kutibiwa kwa dawa, miwani ama kumpa rufaa ya kwenda hospitali kupata matibabu zaidi. Katika programu hii ya macho, mfumo wa Maisha Meds utakuwa unawasaidia vituo na wale attendants wa vituo kuweza kuchukua taarifa za mteja na zile dalili za mwanzo alizonazo mteja ili kuweza kujua kama ni mteja ambaye anatakiwa mgonjwa au mteja ambaye anatakiwa kupata miwani au ni ambaye anatakiwa kupewa rufaa na kwenda katika hospitali iliyoko karibu naye. Kwa mfano, wateja ambao wana kisukari, wana presha, au kwa wateja ambao uh, wana umri chini ya miaka arobaini inabidi awe apewe rufaa aweze kwenda hospitali. Lakini pia hata kwa wale ambao wana umri zaidi ya miaka arobaini lakini wana dalili zingine za magonjwa, mfano kama macho, anakuja na dalili za macho yake yamevimba au ni mekundu au anapata maumivu makali sana ya kichwa au macho ni makavu yanawasha, huyu ni mteja ambaye kwenye kuandika dalili zake mfumo utamwelekeza uta anayemhudumia yule mgonjwa kwamba mpe rufaa kwenda hospitali iliyopo karibu yake. Lakini pia kwenye mfumo ataweza kuandika ile hospitali ambayo amempa rufaa mgonjwa aende, na kupitia mfumo pia tutaweza kuweza kumtrack huyu mteja katika ile hospitali aliyoenda na kujua kama amepata huduma stahili. Nao waliopatiwa mafunzo hayo wameshukuru kupatiwa elimu na ujuzi wa afya ya macho pamoja na kukabiliana na changamoto zake, ambayo itawasaidia kutoa huduma bora kwa jamii tutasaidia kutambua wagonjwa ambao wana changamoto za kuona mbali na kuona karibu na kuwasaidia kupata mikatiba e, kama miwani ambazo itawasaidia katika shughuli zao kama kusoma ama na kawaida. Tumehudhuria semina hii na tumejifunza mambo mengi tukihusiana na na shida za macho na huduma za awali za kumpa mtuni shida za macho na kusema la kweli, itatusaidia zaidi katika um, kufikisha hizi huduma kwa walengwa, na biidhnillahi tutajitahidi na tuko tayari kufanya Maisha Meds ni taasisi ya Marekani inayojikita zaidi katika kuhakikisha upatikanaji wa afya bora na gharama nafuu ya mtumiaji. Ipo katika ukanda wa jangwa la Sahara, katika nchi ya Kenya, Uganda na Tanzania. ni kushukuru sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Kampuni ya mawasiliano ya Vodacom Tanzania imetenga zaidi ya shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuimarisha sekta ya elimu kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo upande wa TEHAMA na motisha kwa walimu. Hazla Omari ametuandalia taarifa zaidi kutoka Arusha. Akizungumza mara baada ya kusaini makubaliano na taasisi mbili za elimu ambazo ni Taweza na TAI, mkurugenzi wa Vodacom Foundation Zuena Fara anasema mradi huo unaotekelezwa kwa kipindi cha miaka mitatu bali na kuwafikia wanafunzi unatarajia kuwafikia walimu wa shule za msingi na sekondari. Mkataba huu ambao tunaingia ni mkataba wa miaka mitatu ambao utaenda kuwawezesha walimu zaidi ya laki tatu kwenye mikoa mbalimbali kupitia zile senta ambazo zinaitwa teacher, teachers resource centers ambayo tutawaunganisha kwa internet, lakini pamoja tunaenda kudonate vifaa vya tehama na jua hapo pia kushirikiana na taasisi ya elimu na wizara pia. Kuwaongezesha ujuzi walimu hawa. Anastasia Rugabani mkurugenzi wa idara ya utetezi Twaweza Afrika Mashariki anasema fedha hizo zitakazotumika kama motisha kwa walimu zitawahamasisha kufanya bidii zaidi kwenye ufundishaji, sababu tafiti zinaonesha ya kwamba walimu wengi wako tayari kupewa motisha kulingana na matokeo ya kujifunza watoto wao, yaani wako sawa Uh, kwamba mishahara wanayopewa hata kama ni midogo, lakini wangependa pamoja na mishahara midogo wapewe motisha kulingana na matokeo ya kujifunza ya wanafunzi. Kwa hiyo, wanatambua kabisa kwamba mwalimu anayefanya kazi kwa bidii anapaswa wapewe motisha. Tunatarajia kwamba walimu hawa wataweza kupata uh, vifaa vya kujifunzia mbalimbali online learning materials, vitabu, moduli mbalimbali, bila gharama yoyote na hii itasaidia sana katika kuwawezesha kumudu kupata uzu, u, kupata ujuzi ili waweze kuinua kiwango cha ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wetu. Nao baadhi ya wadau wa elimu akiwemo mkurugenzi wa Haki Elimu Dr. John Kalage amewahamasisha wadau wa elimu kushirikiana na serikali kukuza sekta ya elimu. Tumezindua sera mpya ya elimu, tumezindua mitaala mipya sasa tunakwenda kujenga katika elimu ujuzi na katika kuweka uh, mkazo kule kwenye elimu mjuzi, ujuzi kunahitajika uwekezaji uh, wa kutosha. Tunaamini kwamba serikali binafsi hai, serikali peke yake haiwezi, kwa hiyo wadau wanaweza kuchangia katika jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba haya ma, mabadiliko haya yanatekelezwa kikamilifu. Ni kushukuru sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Timu ya 34 ya madaktari kutoka China wamewafanyia uchunguzi na kupatiwa huduma za afya watoto wanaolelewa katika kituo cha kulelea watoto mayatima Mazizini, Zanzibar. Kwa taarifa zaidi, tuungane na Nancy Ibrahim. Akizungumza baada ya kuwapatia huduma watoto hao, kiongozi wa madaktari wa timu ya 34 kutoka China, Dr. Wenchen amesema jumla ya watoto 60 wamepatiwa huduma na wataendelea kuisaidia sekta ya afya katika nyanja tofauti, ikiwemo kuwapatia huduma wana wa visiwa vya Unguja na Pemba. Amefahamisha kuwa watoto wanaolelewa kituo cha Mazizini na vituo vingine wanahitaji kuchunguzwa afya zao mara kwa mara, na endapo watakuwa na matatizo ya kiafya waweze kuhudumiwa na kuondokana na maradhi na wazee kuishi kwa furaha katika maisha yao. Amesema serikali ya China itaendelea kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuimarisha huduma mbalimbali ikiwemo sekta ya afya kwa kutoa huduma kwa jengea uwezo wa taalamu pamoja na kusaidia dawa.

Kwa upande wake mama wa kituo cha kulelea watoto yatima Mazizini, Wahida Abdallah Hasani, amefurahishwa na madaktari hao kwa kuwahudumia watoto yatima katika kituo hicho ambapo wamefanyiwa vipimo na matibabu. Aidha, ameiomba timu ya madaktari hao wa China kuendelea kuwapatia huduma watoto hao katika kituo hicho ili kuondokana na maradhi mbalimbali. Tunatoa shukrani zetu kwa ujio wa madaktari hao, tumefarijika na tumefurahi kwa kupata huduma zilizo bora na vipi m kwa watoto wetu na sisi wa mama walezi, sote tumepata huduma na tunashukuru. Pamoja na dawa vifaa vyote tunashukuru kwa ujio wao, tunawakaribisha tena. Timu ya 34 madaktari kutoka China imekuwa na kawaida kutoa huduma na kufanya uchunguzi wa maradhi kwa wananchi mbalimbali na makundi maalumu kwa kuwafuata katika maeneo yao ni kushukuru sana Nansi Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni TVE Habari, mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari, ofisi ya msajili wa hazina yaongeza mapato yasiyo ya kodi kwa asilimia 40.